sana jamani. Ah, mambo babe. Mama, unafanyanga taxi na usemi taxi, kwani kwani? Mbona change yako kwa hapa, nini inaendelea? Nikifanya taxi, taxi ni mbaya eh? <laughs> ni vibaya, mbona ukuniambia, uniambia wewe. Ni manager wa kampuni sasa, ningekuambia hii kampuni yenyewe unamanage, ningekuambia, si ungeniache. Ningekuacha aje? Ushaona nikikuacha siku nyingine. Ah, hii ndio banki yangu, wewe pesa. Si bora unalishwa, si shi banki au shibangi lakini mbona ukuniambia? Shwari, si unajua ni ukora, na kama nakulisha bado unauliza pesa inatoka wapi? Kwa nini unalalanga ja? Na wewe ile location umepini, unaenda wapi? Sasa kwani kuiva ni mali pabaya? Unaenda kuiva uliniambia unaenda kuiva <laughs> Nilisahau kusema ukitoka asubuhi. Mm, -mm be, penye unaenda unaenda wapi? Mimi ndio hiyo na ndesa taski na siku kwambia wewe unaenda wapi? Okay, sisi wote tuko kwa makosa si, tusameane basi. Eh, hey, tuko kwa makosa. Hapa tunaenda <laughs> Tuna pena. Na mimi naendesha taski <laughs> mimi si mtu wa nini bana, unajua. So hata ukiniona okay, unajua, pita hapa <laughs>